Hello, karibu tena katika channel yetu. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare video zetu. Asante. Kumbuka subscribe yako moja inatusaidia sisi kutengeneza video. Like yako moja nasababisha hii video kwenda kwa watu wengi zaidi. Hivyo usisahau kusubscribe pia. Vile vile usisahau kuangalia mpaka mwisho wa video hii hapa. Na leo nimekusogezea jinsi yes, gani wewe hapo utaoweza kuomba eh, hii ajira fupi kwenye masuala ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. E, tayari ashatoa mwongozo kwa jinsi gani mtu anaweza akafanya maombi ya ukarani wa kupiga kura, na ameshatoa sifa. Sifa ni zile zile ambazo zinajulikanika hapa. Mimi nitakwambia baadhi ya sifa, vile vile nitakwambia kuhusiana na jinsi gani unavyoweza ukafanya uka, uka, hayo maombi, vile vile gani pia wanalipa kutokana na wao walivyoweka hiyo barua yao. Tukianza na sifa moja kwa moja kwanza, awe raia wa Mtanzania, awe ametimiza umri wa miaka kumi na nane, au mwadilifu au mtiifu, mwenye akili timamu. Hizi ni zile zile nadhani watu wengi wanazijua na pia kwenye malipo malipo yatakuwa kama ifuatavyo: siku ya uchaguzi, msimamizi wa kituo atalipwa shilingi elfu sabini. Huyu ni msimamizi mkuu. Vilevile atalipwa shilingi elfu ishirini kwa ajili ya usafiri na chakula. Huyu ni kwa msimamizi mkuu, yaani ile siku ya uchaguzi, yaani ile siku ya uchaguzi ndo msimamizi mkuu atalipwa hivo. Pia msimamizi msaidizi atalipwa shilingi elfu sitini na tano elfu ishirini ya chakula na elfu ishirini ya usafiri. Na vilevile karani mwongozaji wa wapiga kura yule atalipwa shilingi elfu sitini na tano siku moja na posho ya chakula kwa shilingi elfu ishirini ambaye atakuwa anawongoza wapiga kura kwamba pigeni hapa pigeni hapa pigeni hapa. Hawa watapata shilingi elfu sitini na tano na elfu ishirini ambayo itakuwa ni siku ya uchaguzi. Vile vile, wakati wa mafunzo ya utendaji yaani semina, watalipwa shilingi elfu hamsini kama posho au watalipwa posho ya shilingi elfu hamsini na elfu ishirini kwa kila mafunzo, kila siku ya mafunzo elfu ishirini. Kwa jumla itakuwa shilingi kama elfu sabini kwa siku ambazo zitakuwepo huko, eh? Inaweza ikawa ni siku tano au siku sita au siku saba. Masharti ya jumla: mwombaji lazima aainishe kata na nafasi anayoomba. E, pia mwombaji awe tayari kufanya kazi katika kituo chochote pia muombaji, sasa hapa ndo jinsi gani unaweza kaandika, awe na nakala ya elimu yani ya sekondari na taaluma awe navyo, yaani elimu ya sekondari pia wasifu wa CV akionyesha namba yake ya makazi, namba ya simu kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini wake wawili. Hii hapa ni lazima sana. Pia passport size, pia awe na passport size ambayo ni kubwa kama inaweza kusafiria. Barua ya wamb utambulisho kutoka kwa mtendaji wa serikali ya mitaa au kijiji katika eneo unaloishi. Pia lazima upate barua ya mtendaji wa serikali ya mitaa au kijiji katika eneo unaloishi, kwa hiyo lazima upate barua kutoka kwa mtendaji wa mtaa au wa kijiji wa eneo ambalo unaishi na ambalo wewe unataka una, una, una, una kupigia nini, unataka kuombea hio, lazima una kata ambayo pia unaombea. Mwombaji ambaye ni mtumishi wa umma apitishe barua yake ya maombi kwa mwajiri wake. Wewe kama ni mwalimu au mfanyakazi wa umma wa serikali lazima upitishe barua yako ya kwa maombi kwa mtumishi wako, e, mwajiri wako. Kwa utaandika barua kwa mwajiri ukiwa unaomba hiyo nafasi. Pia umeainisha jinsi gani unaweza ukatuma barua, baada ya kuandika barua CV yako ukiwa na nakala ya vyeti vya elimu vya nakala yani maana yake copy. Yeah. Copy, anawasifu wa CV. CV yako ukiwa umeandika ukishamaliza, sasa namna kuja kutuma utakuja utatuma kwa barua ya maombi, yani barua ya maombi zote zitaandikwa kwa anwani ifuatayo: mkurugenzi wa uchaguzi. Kwa hiyo hapa ni barua zote, zote za maombi zitaandikwa kwa mfumo huu. Hii hautafanyia online, hii utaandika kabisa kwa mkono wako ukishamaliza na hii ndo hapa namna ya kutuma barua maombi. Barua zote za maombi zitaandikwa kwa anwani hii hapa, kama inavyoonekana hapa. Hii hapa ndio. Pia barua zote za maombi ziandikwe nyuma ya bahasha, nafasi anayeomba mwombaji, kwamba ukishaandika ukishaandika ukishaandika ukishaandika kila kitu chako ukisha inisha, ukishaandika CV na nini ukadumbukiza zile barua zako kwenye bahasha, nyuma pale utaandika wewe una omba nini, ukarani nini, usimamizi mkuu, usimamizi usaidizi au karani mwongozaji, utaandika kwa nyuma unachokiomba kwenye bahasha yako. Pia ili kurahisisha utumiaji wa maombi ya barua zote, maombi zitatakiwa zitafungwa, zipelekwe kwa ili kuhakikisha. Kwa hiyo ukishamaliza hapa, anamaanisha kwamba hivi ukishamaliza sasa, utapeleka kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata ambaye atazipokea na kuwasilisha kwa msimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo utafika pale ofisi ya kata, utaonyeshwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi, hivyo basi atazipeleka hizo barua ambazo zitatokea ziende Dodoma huko. Mwombaji atakayebainika kuwasilisha taarifa za kugushi atachukuliwa hatua za kisheria, hii inajulikana kabisa. Na mwisho wa maombi ni hiyo hapo, tarehe kumi na moja Julai na imetolewa tarehe ishirini na nane Juni. Kwao ni kama siku kama wiki au wiki mbili hivi mpaka di itakuakuwa limefungwa. Asante sana kumsikiliza mpaka mwisho. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Asante.